mkoa wa Dar es Salaam e, leo hii ni siku maalum kabisa ya makabidhiano ya ofisi <coughs> kati ya aliyekuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Sheikh Alhadi Musa Salim kwa kaimu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Had Omari ambaye yuko kushoto kwangu, lakini pia tunaye mwenyekiti wa Halmashauri Kuu Bakwata Taifa Sheikh Hamis Saidi Mataka pamoja na viongozi wengine waandamizi wa baraza mkoa wa Dar es Salaam. Tunashukuru sana zoezi letu limekamilika kwa salama na amani. Makabidhiano yamefanyika kwa salama na amani, e, kinachofata hapa ni Sheikh Walidi e, kuanza kuingia ofisini nadhani kuanzia kesho na kuendelea. Almuhimu, zoezi la makabidhiano e, Sheikh Alhad Musa Salum yuko katika mkoa wa Dar es Salaam takriban miaka kumi na tano au zaidi iliyopita. Kwa hiyo makabidhiano yaliyofanyika leo ni makabidhiano ya awali e, japo yatakuwa yamekamilika kwa asilimia kubwa lakini maadam Shalhadi bado ni mwanabaraza na tunaye katika baraza bado, kadi siku zinavyokwenda, ataendelea kumpa ushirikiano Shekh Walid katika yale ambayo pengine ugeni katika ofisi e, utamkabili ili aweze kuendesha vizuri. Kwa hiyo cha muhimu hapa, tunawashukuru sana, tunamshukuru sana Sheikh Alhad Musa Salum kwa kitendo chake cha leo kufika na kutukabidhi ofisi kumkabidhi e, Sheikh Walid kwa salama na amani kabisa, na kwa bashasha nzuri. Tunatarajia atampa ushirikiano mkubwa sana na sisi sote tutampa ushirikiano e, Sheikh Walid katika kuendeleza yale mazuri ambayo aliyaanza na kuyaendeleza Sheikh Alhad Mussa Salum. Kwa nafasi hii, pengine nitawapa nafasi kidogo wenyewe nao watoe

Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mheshimiwa Alhaj Nuhu Mruma Katibu Mkuu Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania Bakwata, Mheshimiwa Sheikh Hamisi Mataka Mwenyekiti wa Mashauri Kuu Bakwata, Mheshimiwa kaka yangu Sheikh Walid Alhad Omar kaimu shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Hussein Afif mwenyekiti wa almashauri mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Jamal Shao katibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, wajumbe wa almashauri ya mkoa mliopo hapa, Mheshimiwa kadhi wetu wa mkoa Sheikh Ramadan Kitogo, waheshimiwa waandishi wa habari, leo ni siku muhimu sana kwa historia ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, Bakwata kadhia ambayo iliyotokea kwamba nakabidhi rasmi ofisi yetu ya Bakwata mkoa wa Dar es Salaam kwa kaka yetu Sheikh Walidi Lhadi kukaimu nafasi hii kama alivyoteuliwa na baraza la ulama. Na mimi niseme sana kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hatua hii, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Mwenyezi Mungu ndiye anayekadiria na analolitaka Mwenyezi Mungu ndilo ambalo analolifanya. E, kitu kikubwa ambacho mtachoomba kusema tumpe ushirikiano sana Sheikh Walid, na mimi binafsi nitaendelea kumpa ushirikiano. Nimekuwa na uzoefu kwa miaka mingi katika mambo mengi, na yeye pia ni mzoefu, anaweza kutusaidia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na tuendelee pia kulisaidia baraza baraza kuu la waislamu wa tanzania bakwata ndiyo chombo cha waislamu tanzania tuendelee kukisaidia tuendelee kushirikiana nacho mimi ni mtoto wa baraza ni mtoto wa baraza nimeishi ndani ya baraza ninalijua baraza nje ndani na mpaka sasa bado ni katibu wa kamati ya mwezi bakwata taifa mwenyekiti wake akiwa ni Mheshimiwa Mufti au ushaondolewa na hiyo okay? Eh, mniambie mapema <laughs> kwa hiyo nitaendelea kuwa ndani ya ndani ya baraza kulitumikia kwa nafasi hiyo au nafasi nyingine yoyote. Tumsaidie mheshimiwa Mufti. Mufti ni mtu mwema sana, eh, mzee wetu ana huruma sana, ana upendo mkubwa, anawavumilia viongozi wake eh, ndani ya baraza letu wanaofanya kazi si malaika ni binadamu, na wengi wana mapungufu, tunajuana. Lakini mheshimiwa mufti anaendelea kutuvumilia sote, ni jambo jema sana na yeye tuendelee kumuombea. Lakini kubwa kwa maslahi mapana ya baraza e, umoja wetu ndani ya baraza ni kitu kikubwa. Baraza likipata doa au likipasuka kwa namna moja au nyingine, athari kubwa ni kwa Waislamu kitu ambacho hatutarajii kwamba kitokee. Ni lazima tuwe wamoja. Yeah, ni lazima tuwe wamoja, tuisaidie serikali yetu. Baraza ni chombo ambacho mara zote kinaisaidia serikali na hasa serikali hii ya awamu ya sita ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Yeah, tuisaidie sana, tuendelee kumuunga mkono mheshimiwa rais kwa hizi juhudi ambazo anazozifanya, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam E, na mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano Tanzania, nitaendelea pia kushirikiana naye Sheikh Walid kwa nafasi hiyo kama mwenyekiti wa kamati ya amani e, kwa sababu baraza ni chombo ambacho kinatuunganisha kina, kina. Kwa hiyo kwa nafasi hiyo kama mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa, na wewe ukiwa kaimu, tutafanya kazi kwa pamoja, hasa katika mambo ya mahusiano nikiwa kama muasisi wa hizo kamati za amani Tanzania E, ambazo zinaisaidia serikali lakini zinasaidia taifa letu kwa ujumla. Na niseme wazi kwamba e, uteuzi wa Sheikh Walid ni uteuzi sahihi, ni uteuzi sahihi sana, ni mtu ambaye anaweza. Na mimi na Sheikh Walid ni marafiki sana. Wale ambao wanaojaribu labda kutuweka mbali hawataweza. Tena sio rafiki tu, ni mshikaji wangu kabisa. Yeye mwenyewe anajua na hizi ndevu msidhani kwamba ni ansaru sunna hapana. E, hizi ni ndevu za kisunna, mimi tu ndio sina hata nipunguzia kidogo ig e, lakini tusimfikirie tusimfikirie tofauti e, ni rafiki yangu katika mambo mengi tunajuana katika mambo mengi na ni mtu sahihi. Kwa hiyo kunitenganisha na Sheikh Walidi, naye atengane na mimi, mimi nitengane na yeye ni kitu ambacho hakiwezekani, si marafiki na tutaendelea kuimarisha kuimarisha hili baraza letu kwa Sheikh Walidi mimi nikukaribishe BAKWATA. Shukrani. BAKWATA ina vishindo vingi, tahammal, vumilia eh, kujenga baraza letu. Mengi atakukuta mengi atatokea eh, kama sisi tulivyo tulivyoweza kuvumilia eh. Kiongozi usipovumilia basi inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo, nayo ilipokee baraza, tumikia waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam eh, tuwe pamoja tuunganishe eh, na bila shaka tutaweza kulivusha baraza letu. Kwa hiyo nakukabidhi leo ofisi hii na ushirikiano kama tulivyokuahidi tutakupa. Wewe ni kaka yetu ni mkubwa wetu, e, ni mwenzangu sana mimi. Nakuombea sana Mwenyezi Mungu akubariki, amina. E, kwa hiyo nikukaribisha sasa, ili nawe useme lolote katika katika makabidhiano haya, karibu sana amin.

Mheshimiwa bwana Kitogo, babangu kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Amis, Sheikh Husein Hafifu, e, katibu wa baraza na wanahabari, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na tunaendelea kumshukuru kwa sababu yeye ndio mwenye haki ya kushukuriwa katika hali zote lakini pia baada ya kumswalia na kumtakia rehema kipenzi chake na kipenzi chetu mtume wake wa mwisho bwana wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Uh, mimi niseme kama nilivyozoeleka mara nyingi, mtu ni maneno na vitendo, na vinavyothibiti na vinavyopimwa siku zote ni vitendo. Kwa hiyo sitokuwa na maneno mengi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiyo aliyoyapanga haya leo, Walid Alhad kuwa kaimu wa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, akikabidhiana na ndugu yake kipenzi Sheikh Alhad Musa Salum aliyokuwa kushotoni kwangu, kwa sababu kama alivyosema mwenyewe, maqdir yakun, yaliyokadiriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanakuwa. Lakini neno kubwa la kusema ni kwamba anayenipisha ni shekhe na anayekuja ni shekhe. Hili ni jambo linatakiwa liingie katika vichwa vya watu wengi, na nyinyi wanahabari, katika kuandika habari zenu hizi, msiandike kwamba wamekabidhiana, sio kwa shekhe na shekhe, ili mtusaidie katika jamii huko wapate kuelewa hawa wawili waliokabidhiana leo. Huu ni utaratibu tu lakini siku zote Uislamu mambo haya yapo, kuna kitu kinaitwa khalfia. Hata mitume iko zaidi ya mmoja, alikuja mtume wa kwanza mpaka wa mwisho, idadi inasema takriban laki moja na ishirini alfu. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, ambao wote kazi yao ni moja tu. wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwani, mkasaidiane juu ya wema na kumcha Mungu Subhanahu wa Taala. Na wala watu wasaidiane uh, katika madhambi na kufanyiana uadui. Kwa hiyo mukabadha wa hapa ni ule wa muawana wataawanu ala albirri wattaqwa walataawanu ala alithmi waludwani. Lengo ni moja tu kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa maelekezo ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam chini ya uongozi wa mzee wetu kipenzi chetu al-daktur Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali Mbwana. Kwa maelekezo na miongozo yake ni kupeana kijiti katika hilo tu, kufanya kazi ya Mungu iliyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa mzee wetu, na ile dhamira yake kubwa, ambayo ndiyo nitakayosimamia mimi. Jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa hiyo tunakwenda katika kujitambua zaidi tupate kubadilika kuishi kwa weledi zaidi kinyume na mazoea. wa maalaina ila albalaghul mubin. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatu <tipasimu> yeah. Mheshimiwa waandishi wa, wa, wa habari nadhani hapo tutakuwa tumefika mwisho wa shughuli eh, yetu hii, na ukisimama ukipeana mikono hapo itakuwa ni vizuri zaidi. Na mimi nikisimamia ana yeah. yeah. makabidhiano haya <laughs> ndugu yangu sana yeah. <laughs> <laughs> <laughs> na, na, na kubwa zaidi washimua <laughs> waandishi wa habari, wa wa labda kwa Bakwata, hii ni historia mpya inayoandikwa kwa wale waliokuwa Bakwata siku za nyuma, kama kina Shemataka wanaelewa namna ambavyo eh, makabidhiano ya ofisi yalikuwa aidha hayapo au yalikuwa hayako rasmi kabisa. Lakini kwa kitendo hiki cha leo cha Sheikh Alhad Mussa Salum amejenga historia mpya katika baraza, katika kukabidhi ofisi kwa salama na amani, kwa upendo mkubwa, hali ya kuwa watu wote wanachekeana, wanafurahiana na kuahidiana kupeana ushirikiano mkubwa. Hii inaonyesha dhahiri kwamba tumetendea haki.